Kwa miaka mingi pengo la wanawake katika masomo ya sayansi lilikuwa kubwa. Moja ya changamoto iliyotatiza ndoto na juhudi za watoto wa kike ni mtazamo hasi kuwa masomo ya sayansi ni magumu na pengine yanafaa zaidi kwa wavulana. Mtazamo huu haukubaliki kabisa, na sasa mambo yamebadilika. Moyo wangu yani, moyo wangu, mimi upo kwenye science. Spirit lead me when my trust is... Victoria Gift ni msichana jasiri mwenye ndoto na fikra za mapinduzi katika sayansi. Licha ya changamoto aliyo nayo, Victoria amejawa na uso wa tabasamu, moyo wake una ujasiri mkuu. Kwa majina naitwa Victoria Gift, mimi ni mwanafunzi wa kidato cha nne Jangwani Sekondari. Waters, you... Victoria anakiri kuwa kusoma sayansi inahitaji juhudi kubwa na sasa anataka kuudhihirisha ule msemo usemao katika kila mwanamke kuna nguvu isiyozuilika. Kilichonifanya nipende masomo ya sayansi ni motivation kutoka kwa watu wengine. Sasa alikuwa ni dada yangu, alikuwa anasomea masomo ya science. Kwa hivyo kama mnavyo anasoma nini, akaanza kunivutia anaponisimulia, akaanivutia. Na kingine kinachonifanya mimi nipende masomo ya science ni kwamba natamani siku moja kutumia science nije kuvumbua vitu vikubwa ambavyo vitawasaidia watu na kurahisisha maisha ya watu katika kiwango kikubwa sana. Katika kutimiza ndoto yake lazima kuna vikwazo, lakini anaamini kila penye nia hana njia. Kitu ambacho kinawafanya watu waogope uh, uh, masomo ya sayansi ni kwamba hiza ni mtazamo kutoka katika jamii. Watu wengi wanakuwa mtazamo sayansi ni ngumu, eti kwa sababu ina mambo mengi, lakini kumbe hao um, mambo yake mengi ndo inayofanya iwe nini ya kipekee. Alafu kingine kwa upande wa wasichana ni kwamba ni ile fikra ambayo ilijengwa tangu zamani kwamba wasichana hawezi wakasoma masomo ya sayansi, lakini ukiangalia sio wengi wao, lakini wachache wao wameweza kufanikiwa na wakafikia katika hatua fulani. Kama wachache wao wameweza kufanikiwa na kufikia katika hatua fulani, vipi wewe uwezi kufanikiwa na wakafika zaidi hata pale walipofika? Inawezekana. Je, ni upi wito wa Victoria kwa wasichana wanaopenda masomo ya sayansi? Ah, ningependa sana sana sana kwa shauri wasichana wenzangu wasiogope, cha kwanza kujihusisha na teama, kwa sababu ni sehemu ambayo ni nzuri sana, alafu pia inajenga creativity ya nini, katika akili yako, inakufanya uwe pafu, inakufanya ujione una nguvu kupitia ya teama. Kingine wasiangalie mitazamo ya watu, wajiangalie wao kama wao wanataka nini kutoka ndani ya mioyo yao na wakisha jua tu wanachotaka ndani ya mioyo yao waamini na take action. Victoria, ni mmoja kati ya maelfu ya wasichana wenye nia na ndoto katika tehama. Mithili ya mche uliopandwa kandokando ya kijito cha maji, wasichana hawa wanahitaji kuungwa mkono na kupewa nafasi ya kushiriki kikamilifu kwenye ujenzi wa uchumi wa kidijiti.